Hisia zangu zinanambia hakuna usiku mbaya kama usiku wa leo. Nasema maneno haya si kwa ajili ya kutafuta kuhurumiwa, bali maneno haya yanahusu maumivu yaliyo ndani ya ya moyo wangu, moyo ambao kwa muda mrefu umekuwa ukijitahidi kusahau, lakini umeshindwa. Najua kuna jambo ambalo sikuwahi kulisema vizuri: nisamehe. Hilo ni neno dogo, lakini lina uzito mkubwa sana kwangu. Leo nimekuwa nikikumbuka kila hatua tulizopita, kutoka ule mchana wa kwanza nilipokuona mpaka ile jioni ya mwisho ulivyoamua kuondoka kwenye maisha yangu. Leo najikuta nazungumza na wewe ingawa haupo. Na sijui uko wapi kwa sasa. Labda umepumzika. Labda unaendelea na maisha yako. Lakini najua angalau kwa leo moyo wangu unahitaji kusema haya. Usiku huu ni wa tofauti. Usiku huu ni wa ukweli. Usiku huu ni wa kuomba msamaha. Naamini kila mtu hukosea, lakini si kila mtu hupata nafasi ya kukiri mbele ya aliyemkosea. Mimi nimekosea mengi. Nilikosea kwa kusema, nilikosea kwa kunyamaza, nilikosea kwa kutojali hisia zako. Kuna wakati ulikuwa unaongea na mimi, lakini mimi nilikuwa nikiangalia simu kuna wakati ulikuwa unahitaji kukumbatiwa, lakini mimi nilikimbilia kazi, bize na marafiki, au kisingizio chochote kilichokuwa mbele kwa muda huo. Nilichukulia uwepo wako ni kama jambo la kawaida kwangu. Nilifikiri upendo ni kitu cha kudumu, hata kama akitunzwi. Sikujua kuwa moyo na kikomo. Sikujua kuwa upendo unaweza kuchoka na hata kuamua kuondoka. Na sasa nipo hapa, nipo hapa nikilia kimya kimya, nikiomba nafasi nyingine. Hata kama sijapata nafasi ya kusema mengi, japo niseme neno hili moja, nisamehe. Nakumbuka siku ya kwanza tulipokutana. Umepita muda mrefu lakini ni kama vile ilikuwa jana tu. Ulionekana na tabasamu lako la kawaida, tabasamu ambalo liliwasha taa ndani ya giza lililojaa kwenye moyo wangu. Japo sikujua kama kama ungekuwa sehemu ya maisha yangu, lakini kuna kitu ndani yangu kilinambia, wewe ni mtu wa pekee Ulianza kama marafiki, maongezi ya kawaida, utani wa kizembe, na muda mfupi uligeuka kuwa mazoea, na baada ya muda sikutaka sikuishe bila kusikia sauti yako. Wewe ulikuwa pumzi yangu mpya, uliupa moyo wangu sababu ya kutabasamu. Nakumbuka vile ulivyoniangalia, sio kwa macho tu bali kwa moyo uliniona. Zaidi ya kioo ukijitazama sura yako, uliona udhaifu wangu na bado ulichagua kubaki na mimi. Ulikuwa zaidi ya mtu muhimu, hicho ndio kilifanya nikuone kuwa wewe ni zawadi, na pengine ndio maana naumia sasa naumia kwa sababu najua nilikuumiza. Nilikuumiza mtu ambaye hukustahili hata tone la maumivu. Nakumbuka tulivyocheka pamoja. Tulicheka sana, tulicheka hadi machozi yalitoka. Hatukuwa na huzuni, bali yale alikuwa machozi ya furaha ya kweli. Kila kitu kidogo kilionekana kikubwa tukikifanya pamoja hata tukitazama sinema ya kawaida tu ilikuwa tukio la kipekee. Hakika tulipendana. Nakumbuka ule usiku wa kwanza, mimi na wewe, kitanda kimoja. Ndio siku ambayo kila tulichofanya kilinifanya nizidi kuziba masikio yangu na nifungue zaidi moyo wangu ulinifanya nijue kuwa sina sababu ya kulala peke yangu. Haikuwa kuhusu raha za chumbani, hapana. Ilikuwa kuhusu wewe. Uligeuza kila kitu kuwa cha thamani. Nakumbuka tuliimba pamoja, tulipika pamoja, na hata tulipokosa, bado tulikuwa pamoja. Tuliota ndoto kubwa, huku tukiwa hatuna hata vitu vya ndani. Tulikaa sakafuni na soda ya shilingi elfu moja lakini tuliwaza maisha yetu, tuliwaza familia yetu, tuliwaza watoto wetu, na kwa muda huo ulimwengu wote ulikuwa wetu. Sasa najikuta nikitabasamu kwa huzuni, kwa sababu najua nimepoteza sehemu ya maisha. Kwa kusema haya, sitaki uumie ila nataka ukumbuke. Sio kwa sababu mimi nimesema, bali kwa sababu ilikuwa kweli. Kila jambo dogo ulilofanya liliogusa moyo wangu. Ulikuwa mtu wa vitu vidogo, lakini hivyo ndivyo vilivyogusa moyo wangu kuliko chochote. Ulikumbuka tarehe ambazo hata mimi nilisahau. Ulinitumia ujumbe kila ukiamka, uliniambia asubuhi njema. Hata nilipokukasirikia ulikuwa ukiniletea zawadi nilizozipenda. Kila mara nilipokuwa na stress ulingang'ania kukaa na mimi, hata nikiwa kimya, bila kukusemesha chochote. Ulijua nini niseme na ulijua nini nisiseme. Uliandika jina langu kwenye moyo wako, ulionyesha mapenzi ambayo sikuweza kuyashuhudia kwa macho, ulinipa nafasi ambayo uliwanyima mpaka wazazi wako. Najiona mjinga, sijui imekuwaje nikayapoteza mapenzi yako. Nimebaki na kumbukumbu kumbu kichwani kwangu, kumbukumbu kumbu ambazo hazijaandikwa kwa maandishi ya daftari, bali kwa upendo wa kweli upendo ambao sikustahili, lakini wewe ulinipa. Najua ulijua nilipoanza kukukosea polepole pole. Nilianza kwa kuchelewa kujibu meseji zako, kisha nikaacha kuuliza hali yako, na baadaye nikawa naongea zaidi kuliko kusikiliza. Nilianza kutoweka akilini hata nikiwa karibu yako. Nilikwepa mazungumzo yako magumu haswa pale ulipotaka kujua tabia yangu. Nilikwepa majukumu kubwa zaidi, sikutaka kujali ukweli. Nilianza kuweka wengine mbele yako, hata bila kutambua umuhimu wao. Ulikuwa ukipigana kuokoa mahusiano ambayo mimi nilikuwa nayaacha polepole. Ulinisubiri kwa muda mrefu, mpaka siku moja moyo wako ukaamua kuwacha kungoja. Na hapo ndipo nilipojifunza hata upendo wa kweli una mwisho, ukishaachwa peke yake kwa muda mrefu. Kilichoniogopesha si ukali wako, bali kimya chako. Siku nilipogundua kuwa hutaki tena kujibishana, ndio siku nilijua umenichoka. Ulianza kunijibu kwa neno moja, baadaye kwa kichwa, baadaye kwa macho, na mwishowe kwa ukimya. Nilikuona ukibadilika. Ulipungua taratibu mbele ya macho yangu na bado nilikaa kimya. Nilidhani ni hali ya muda tu. Sikujua ilikuwa ni safari ya mwisho na mwishowe uliondoka. Najua uliumia, lakini nilitaka kubadilika. Najua maneno pekee hayatoshi. Pia najua maneno haya yanaweza yasibadilishe chochote, lakini nataka ujue nilitaka kubadilika. Niliogopa kuonekana dhaifu, lakini ndani yangu nilitaka kuanza upya. Nilijaribu kubadilika kimya kimya, lakini tayari ulikuwa mbali. Nilipokuja kusema, tayari mlango ulikuwa umeshafungwa na nilijua nimechelewa. Nisamehe, najua uliumia sana na bado unahitaji muda wa kuwa peke yako, na mimi sitakulazimisha kusamehe, lakini naomba unielewe, hata kwa dakika moja, nisamehe. Usiku huu niko peke yangu kitandani, kitanda ambacho nililala na wewe, nikiwa na mawazo ambayo hayakomi na moyo uliojaa majuto na yasema haya kwa sauti, si kwa sababu najua utanisikia, lakini kwa sababu najua moyo wangu unahitaji kusema haya. Naomba nisamehe kwa kila chozi ulilolia kwa sababu yangu, kwa kila usingizi ulioupoteza, kwa kila imani niliyoivunja. Naomba nisamehe, si kwa maneno tu bali kwa nafsi yote. Na hata kama hutarudi, naomba unisamehe, ili angalau niweze kuishi nikijua kuwa ulijua mtu ambaye alikosea, lakini alijutia kweli. Usiku mwema. Pengine kesho ukiamka, labda utakuwa umenisikia, au utakuwa tayari ndani ya moyo wako, labda utacheka labda utalia, labda hutojali. Lakini najua usiku huu nimesema, na kabla sijafumba macho yangu, naomba nikutakie kitu kimoja: usiku mwema. Pengine kesho utaamka ukiwa tayari kusamehe, na hata kama hautakuwa tayari nitabaki nayokutakia amani. Usiku mwema mpenzi wangu. Na kama hii ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika simulizi hizi, basi usisahau kusubscribe, ku like, ku comment hata na kushare. Hakika tuna mengi ya kukusimulia.